Sitaki mabishano mengi na wajomba, nakupa nondo hiyo moja kwa moja, straight. Katika kosa kubwa utakalolifanya mjomba, kosa utakalolifanya ni kuolewa au kuwa na mahusiano na mtu unayempenda vile, trick lakini sio trick rahisi kuelewa. Yaani, kuwa na mahusiano au olewa na mtu anayekupenda wewe, sio wewe unayempenda, utaenjoi. Lakini ukiolewa na mtu au ukiwa na mahusiano na mtu wewe ndio unampenda anko, mara nyingi a lot of problems zinatokea, matatizo mengi yanatokea kwa sababu wewe umempenda yeye, lakini mtegee yule ambaye anakupenda wewe. Ukishampata yule anayekupenda wewe, sawa anko, basi anza kujifundisha jinsi gani ya kuweza kumpenda yeye. Ivan the Don, sina mengi sana. Nakupa nyundo. Kama uja subscribe kwangu au uja ni follow utakosa vitu vingi sana. Viko vingi nimeposti na vingine vizuri vinakuja. Share na wengine usiwe mbaili. Bye bye.